Uh, bwana Bene uh, Casmiri karibu sana asante sana ndugu mtangazaji habari ya majukumu kwa kweli ni mema tu hongera kwa kazi pia asante bila shaka umesikiliza baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi kutokana na haya matukio ya ukatili kwa watoto hasa kutupa watoto tukianzia hapo kwanza ni matukio kama haya kwa kata ya Igurusi yapo ndugu mtangazaji kama ambavyo umesikia watu wanatoa ushuhuda mm -hmm. kwamba igurusi yapo na umesikia waziwazi wamesema kwamba yapo ndio na ni kweli yapo na kwa kipindi hiki kidogo yamepungua lakini tangu nimefika elfu mbili na kumi na tano yalikuwa mengi nadhani sasa kutoka na na elimu mbalimbali tunaitoa naamini imepungua na, na hatimaye ataenda kuisha kabisa kata hiya igurusi sawa uh, bila shaka kama matukio yapo kuna namna ambavyo mnakutana na wale wahusika kabisa wanaotenda eh, matukio kama hayo kwa wao kwa uh, namna ambavyo mkikutana nao, kuzungumza nao, ni sababu zipi hasa huwa wanazizungumza zinawapelekea kufanya ukatili wa namna hiyo? Ah, kwanza ndugu mtangazaji, niseme tu kutupa watoto ni kosa la jinai, mm -hmm. na kama ni kosa la jinai, kimsingi hata yule ambaye kimsingi ametupa mtoto anapopatikana na changamoto kama hiyo, kwanza ni kosa, lakini hata kimungu pia ni dhambi. Hivi niseme tu, haya matukio yapo, lakini mimi binafsi katika ofisi yangu hatujawahi kutana na mtu mmoja kwa moja aliyetupa mtoto tukampata, ingawa watoto wanaokotwa. Na hata elfu mbili kumi na tisa kuna mtoto alitupwa akaokotwa, tukapeleka kwenye makao ya watoto, lakini hakuna anayejulikana nani ametupa mtoto. Inawezekana watu wanatoka mbali, labda kwenye kutupia hapa au ni wenyeji wa hapa, hapa. Hilo kwa kweli ni kizungumkuti ambacho kipo. Kwa niseme tu kutupa watoto ni kosa, na mtu atakapopatikana, maana yake pia mkono wa sheria utafanya kazi yake. Hivyo niseme kwa kweli ni hofu ya Mungu imekosekana pia, na kama ni hofu ya Mungu imekosekana hata kwenye amri za Mungu, amri ya sita, e, usiue. Sasa huyo mtu anatupa mtoto, maana yake ana dhamira ya kuua, na kama ni kuua tafsiri yake ni ukatili wa hali ya juu sana, lakini mimi naenda kwa undani zaidi. Kwanini mtu atupe mtoto kama aliweza kubeba mimba miezi tisa mpaka kanajifungua, alafu siku ya siku anazaa mtoto anaenda kumtupa. Mimi huwa napenda sana kwenda ndani zaidi kuchunguza jambo hili. Inawezekana ni msongo wa mawazo uliopindukia, na unapokuwa msongo wa mawazo, moja kwa moja pia inaelekea mpaka atasonona eh? na mara kadhaa hata pia tunavyokutana na watu wengine mbalimbali hasa kina mama, mimi napenda kuwauliza, mama, kama umebeba ujauzito miezi tisa, alafu siku siku unaenda kutupa mtoto, inakaaje? Wengi wanasema yamkini wale wenza eh, sasa mtu amepewa ujauzito na kaamini, kwa sababu huyo alimpa ujauzito anaweza kumtunza mtoto wangu baada ya kujifungua. Lakini wengi pia wanachangia na kina baba, anaposema mimi basi wa kwangu wala usinijue, mama anafikiria kwamba ha, sina msaada, sasa anaingia kwenye msongo wa mawazo na hatimaye pia hata kwenye sonona, kwa anapopata mtoto anaona njia kubwa ni kwenda kumtupa mtoto, inga ni kosa. Kwa kimsingi pia kina baba wasiona kama upo salama pia kana sisi pia na no changamoto na ni chachu ya kina mama pia kuwatupa watoto, lakini pia wengine, kuna imani za kishirikina nawezekana au imani potofu. Kwa nini nasema hivi? Wengine wanafikiria kwamba hata kuzaa mtoto mlemavu sio sahihi. Tujue maisha yetu ni Mungu ndio anatuwezesha sisi tunaishi kwa neema natupa kwa neema mwenyezi Mungu. Kwa kimsingi, niseme tu hakika kutupa watoto ni kosa, na naomba nitoa rai tu kwa jamii nzima kuweza kujizatite na kukaa vizuri haswa katika kuzaa watoto na kuwatunza kama inavyotakiwa, kama wengine walivyosema pia. Kama wazazi wetu pia na sisi wangetupa, leo tungekuwa wapi? Kwao kama tumepata neema ya kuishi, hakuna mtu yoyote anayeweza Uh, akaondoa uhai wa mtu na hakuna mtu mwenye uhalali wa, wa, wa kuondoa uhai wa mtu. Kwa hiyo kutupa mtoto ni kuondoa wa halali wa, mtu, wa mtoto au wa mtu na hatimaye pia ni kosa kijinai. Hatua gani ambazo mnazichukua endapo mnawakamata watu wale ambao wanahusika na ukatili kama huo? Kimsingi hatua tunazochukua moja kwa moja ni kumpeleka kituo cha polisi. Baada ya kumpeleka kituo cha polisi, hatimaye sheria itaendelea kufanya kazi yake, kwa sababu ni kosa kama nilivyosema lakini kingine pia niongezee tu hapo, inawezekana hata inayotupa mtoto alishafanyia ukatili pia. Unajua, ukatili mtu alishafanyiwa ukatili, asipopata unasii wa kutosha, kuna asilimia kubwa sana na yeye kuja kutenda ukatili. Maisha ni mazuri tu, lakini siku ya siku, kwa kuwa alitendoa ukatili au ametendoa ukatili akiwa akiwa na ujauzito, anaona hata kutupa mtoto ni sahihi tu, kwa sababu amekuwa na roho ya unyama ya kupitiliza. Kwa hiyo niseme tu kwamba hatua zipo na watu wote ambao kimsingi wanakutwa na changamoto hii au wanafanya uh, ukatili huu pindi wanapokamatwa, sheria inafuata mkondo wake. Sawa. Sasa endapo sasa, bado niko hapo hapo, endapo yule mtu atakamatwa na mtoto wake bado yuko hai na bado mdogo anahitaji uh, kuwa karibu na mzazi wake. Huyu mzazi aliyetenda kitendo cha kikatili namna hiyo, kuna namna anaweza akaruhusiwa kumlea mtoto wake, ndio maana ustawi pia tunasimamia haki za watoto kisheria. Uh, hakuna maana kama mtu ametenda kosa hilo la kutupa mtoto na akapatikana, mtoto yupo uhuru wa mtoto na haki ya mtoto bado aa kuzingatiwa. Mama huyu ataendelea kumnyonyesha mtoto kama kawaida ingaowa taratibu nyingine za kisheria zinaendelea, kwa sababu mtoto ana haki ya kuendelea kunyonya maziwa ya mama kama ambavyo inatakiwa. Hawezi, hakuna namna yoyote ya kumtenganisha ya mama na mtoto, kwa sababu kisa tu mama alimtupa. Na tunaamini kabisa wezekana mama huyu amemtupa mtoto, kuna sababu ambayo yeye aliona ni za msingi, ingawa kimsingi hakuna sababu kubwa ya kuweza kum, uh, kumtupa mtoto kiasi hicho cha kumwacha, hatimaye maanake anadhamiriwa kuua, aopatikana anaendelea kupata unasii na ye kutambua kwamba alichofanya ni kosa, lakini vilevile vile mtoto pia anaendelea kupata haki zake za msingi hasa za kunyonya na mambo mengine kadha wa kadha, zile ambazo zinatajwa kwa mama mzazi. Kuna udhibiti wa ziada unaokuwepo uh, katika malezi ya mtoto kwa mzazi huyo, kwa sababu kama aliweza kumtelekeza na tunapomrudishia tena mtoto, kama hakuwa tayari kumlea, hakuna namna kwamba anaweza akatenda ukatili mwingine tofauti na huo. Ninaamini kama amepatikana na kosa hilo na yupo polisi, labda kuendelea na taratibu pale, utaratibu unaofanyika anapewa mtoto ananyonyeshwa, lakini wakati huo tumeona ni mtu asehemu salama ipi ya kumtunza mtoto kwa haki ya mtoto kwenda kunyonya, itaendelea kama kawaida. Lakini tunaona kama mama huyu bana anaviashiria vile ambavyo kimsingi vimemfanya yeye atupe mtoto, hatutamkabidhi mtoto akae naye na kama tutamkabiza mtoto akae naye, tumejiridhisha kwamba sasa amepata elimu ya kutosha na amepokea na hatimaye ataenda kumlea mtoto wake kwao. Sio kwamba tunampa mtoto kwamba le uh-huh. kwamba kama ipo maabusu au vyote vile, mtoto huyu ataendelea kupatiwa huduma za msingi, lakini kama tutaona viashiria vikubwa kwamba bado kuna changamoto, basi tutatumia tutatumia alternative nyingine kwa ajili ya kumlea mtoto na mtumai pia kumtunza kupata haki zake za msingi kama mtoto anavyohitaji. Wengi wao wana hata, ukisikiliza hapa maoni ya wasikilizaji, unasema kwamba wanaume nao huwa ni chanzo, hata wee umekiri pia kwamba wanaume nao ndio chanzo. Kama ikigundulika kwamba mwanaume ndiye aliyemsababisha yule mwanamke kwenda kumtupa yule mtoto, kuna hatua ambazo zinachukuliwa dhidi ya yule mwanaume, ama ye anabaki tu kuwa salama? Ah, baada ya kumpata huyu mama na kueleza, yawezekana akasema baba ndio chanzo, naye kiutaratibu ataitwa ili kuona hiki chocho semo pia ni chanzo kweli kwa huyu baba, na kama naye ameshiriki kwa namna moja nyingine, narudia kusema sheria itafuata mkondo wake, kwa sababu tayari inawezekana mama huyu changamoto aliyoipata ni kutoka kwa baba huyu aidha kwa namna yoyote vile ameta madhira mama hatimaye pia kuona ni vizuri hata mtoto huyu kwenda kumtupa. Kwa hiyo kama pia baba ameshiriki kwa namna moja nyingine, lazima naye pia atachukua hatua kwa sababu pia yeye ndio aliyofanya hata mama apata athira na hatimaye pia kwenda kumtuma mtoto huyu. Kwa hiyo kimsingi lazima naye achukuliwe sheria. Sawa. Tofauti na kumtupa mtoto, kuna baadhi ya wasichana mabinti pia wanahusika katika utoaji wa mimba. Hizi kesi za namna hizi pia ustawi wa jamii mnazipokea? Ah, kimsingi kwanza pia naendelea kusema kutupa mtoto na kutoa ujauzito ni kosa. Dhamira ya watu wote hawa ni kuua. Na kama ni kuua pindi ambapo tunawapata watu kama hao moja kwa moja sheria itaendelea kufuata mkondo wake. Hivyo, niseme tu hakuna mtu mwenye uhalali wa ku, uh, kuvunja, uh, haki ya mtu ya kuishi. Hata katiba yetu nasema kila mmoja na haki ya kuishi. Kama anaako kuishi kama huyu mdada au binti anatoa ujauzito, nasema binti tu, hata watu wazima pia wapo wanatoa ujauzito eh? Kwa nini? ni kwa sababu labda nafikiria yeye kuna jambo ambalo limeingiliana na hatimaye, hapo hayupo tayari kupokea huyo, huyo mtoto kwa muda huo. Kwa hiyo nasema tu kwamba inapotokea jambo kama hili au tukasikia mtu anataka toa ujauzito bahatimaye imeshindikana tukampata, hakika sisi kama ustawi tunaenda kusimamia na hatimaye pia kumfikisha kwenye vyombo vya sheria ili sheria ifuate mkondo wake.